gofu ni mchezo ambao una historia ndefu sana umeanza kuchezwa nchini oskot iliyopo katika visiwa vya ulaya kaskazini magharibi katika kipindi cha karne ya kumi na tano mchezo huu umepata umaarufu zaidi baada ya kuanzishwa kwa sheria na kanuni mbalimbali katika kipindi cha karne ya kumi na nane na mnamo mwaka elfu moja mia tisa mchezo wa gofu ulianza kuwa sehemu ya michezo ya olimpiki kuna sheria mbalimbali ambazo huzingatiwa hasa katika mchezo wa golf. Sheria mojawapo, mchezaji lazima awe na vifaa vyote vya kimichezo kama bile, vilabu nene, vile vilabu visivyozidi kumi na nne vinavyojumuisha mjumuiko wa mbao na chuma. Pia mavazi ya michezo lazima awe nayo. Mchezaji anatakiwa kugonga mpira katika mashimo 18 ndipo aweze kuwa mshindi, kwa sababu hawezi kupata ushindi kama hajafikisha mashimo yote 18 katika mchezo huo. Sheria nyingine ni kwamba mashabiki wanatakiwa kushangilia tu baada ya mchezaji kupiga mpira. Kelele wakati wa risasi au wakati wa kupiga mpira haziruhusiwi katika uwanja. Pia mchezaji haruhusiwi kuvaa kaptura. Mavazi yanayohitajika katika mchezo huu ni suruali ndefu na tisheti ambazo zinakola pia mchezaji anapaswa awe na nidhamu, kutotumia lugha chafu za matusi na lugha za udanganyifu. Endapo atafanya hivyo, moja kwa moja atafukuzwa kwenye mchezo huo. Kila timu inapaswa kuwa na wachezaji wawili mpaka wanne, wakizidi hapo hawawezi kuruhusiwa kucheza katika mashindano yoyote. Sheria za mpira wa gofu zipo kwa ajili ya kuhakikisha mambo yote yanayohusu mchezo huo yanakuwa sawa pasipo na kipingamizi chochote, na endapo sheria hizo zitavunjwa, moja kwa moja timu husika au mchezaji au mwalimu atapewa adhabu stahiki. Kila mchezo huwa na sheria zake, kila kitu huwa na kanuni zake, na hizo ndizo sheria na kanuni za mchezo wa gofu rangu jina ni Eriki Michael.